Kuna mwanamke ambaye akija kwenye maisha yako, mambo yako yananyoka kama njia ya barabara mpya iliyopigwa lami, si kwa sababu ana pesa wala kwa sababu ni mrembo, bali kwa sababu ana roho yenye baraka. Mwanamke wa namna hii hakuji kukuchosha, anakuja kukujenga, anakuamsha mapema ukiwa umelala usingizi wa kutojali anakukumbusha malengo yako na hakubali kukuona unapoteza muda kwa mambo yasiyo na tija. Akizungumza, maneno yake yana hekima, na akikaa kimya, amani yake inatulia kama asubuhi baada ya mvua. Mwanamke huyu hana tamaa ya vitu, ana tamaa ya maendeleo. Anaamini kwamba Mume mwenye maono ni bora kuliko mamilioni ya pesa ambazo hazina dira. Akipata kidogo, anaweka akiba. Akiona changamoto, anaomba kwanza kabla ya kulalamika. Na unajua nini? Wakati wengine wanatafuta mwanaume wa kumwendea tayari amefanikiwa, yeye anatafuta mwanaume wa kushirikiana naye kujenga mafanikio. Mwanamke kama huyu ni adimu. Lakini ukimpata, baraka za Mungu huanza kufunguka moja baada ya nyingine. Unaona biashara zako zikisimama vizuri, maamuzi yako yakipata hekima na moyo wako ukiwa na amani isiyoelezeka. Kila kitu kinachoonekana kama kizito, ghafla kinakuwa chepesi. Kwa sababu kuna kitu cha kipekee ndani ya mwanamke wa aina hii. Roho ya msaada, uvumilivu na maombi. Kumbuka, si kila mwanamke anaweza kukubeba kiroho na kimaisha. Wapo wazuri kwa macho lakini wanaharibu kwa maneno. Wapo warembo kwa nje lakini hawana amani ndani. Lakini mwanamke mwenye baraka, hata akiwa hana makeup ana nuru, hata akiwa hana pesa ana mvuto wa baraka. Na mwanamke wa namna hiyo akikuingia moyoni, anakupa nguvu ya kutafuta, nidhamu ya kutunza, na akili ya kutumia kwa hekima. Mwanamke anayemwogopa Mungu si mzigo, ni mkombozi. Kwa hiyo vijana wa kiune, msiangalie makalio, muangalie akili, msiangalie tu uzuri, angalieni tabia, kwa sababu uzuri unachuja, lakini tabia njema inaongeza thamani kila siku. Mwanamke mwenye heshima, nidhamu na maombi ndiye mke wa mafanikio. Mwanamke mwenye hekima anayejua wakati wa kusema na wakati wa kunyamaza ndiye anayemfanya mwanaume awe tajiri kiakili, kiroho na kifedha. Na kama wewe ni mwanamke unayesikiliza hii leo, kumbuka, nguvu zako haziko kwenye mwili wako, ziko kwenye akili yako na tabia yako. Nuru yako ikitoka ndani Dunia nzima itaiona. Kwa hiyo, chagua kuwa mwanamke wa baraka, si mwanamke wa maonyesho. Kwa sababu baraka ni za kudumu, lakini mitandao inapitiliza. Na kwa wote mnaotazama video hii sasa, kumbuka. Mafanikio ya kweli huanza nyumbani, kwenye roho yenye amani na mwenzi mwenye hekima. Ukiwa na mtu sahihi, hata giza linakuwa mwanga. Huu ndio ukweli ambao wengi hawatakuambia. Kwa hiyo, kama unapenda mafundisho kama haya na unataka kujifunza zaidi kuhusu baraka mafanikio na maisha yenye maana, bonyeza kitufe cha subscribe, kwa sababu hapa Daizo Fursa tunafundisha namna ya kuwa tajiri kwa akili, kwa tabia na kwa imani. Tazama hadi mwisho, kwa sababu wakati mwingine Somo moja linaweza kubadilisha maisha yako yote.